Uh, leo ikiwa ni Jumatano uh, tunakukumbusha tu katika matangazo yetu kila Jumatano tunazungumzia masuala ya uchumi na fedha. Leo mada ambayo tunakuwekea ni kuhusiana na kujiajiri. uh, kujiajiri imekuwa ni lugha ambayo imekuwa maarufu sana, imezoeleka, tunaisikia um, lakini kubwa tunapata hints, tunapata uh, vitu muhimu vya kuzingatia pale ambapo unaamua kujiajiri kwa sababu kimsingi Uh, sekta ya umma ina uwezo wa kuajiri wachache sana. Uh, asilimia kubwa ya Watanzania wanaitegemea sekta binafsi, ndio hapo tunazungumzia kujiajiri au kuwa katika kampuni binafsi. Sasa katika kujiajiri, uh, tuna mambo ambayo ni muhimu uh, kuyazingatia na pengine kutambua kwanza, unaanzia wapi, lakini ukitaka kujiajiri Uh, unaweza kujiajiri kwenye vitu gani hasa uh, mtaji mtaji imekuwa ni changamoto kubwa, wengi wanalalamika kuhusu mtaji. Unaweza mtaji unawezaje uh, kupata mtaji? Janet, nisimalize lakini, bila shaka, utakuwa umetuandalia vitu uh, ambavyo vitatusaidia tukitoka hapa, kwa sababu tunafahamu kwamba tuna changamoto kubwa ya ajira, sio tu Tanzania lakini pia duniani kote. Karibu Janet, karibu sana.

Eh, sijakuona kama mwezi hivi. Ah, nafurahi nami nimeshukuru pia kukuona. Hongera sana. Nashukuru sana. Waambie pia watazamaji, jamani, leo ninayo furaha kuonana na bwana harusi mpya. Hongera sana, ni hatua kubwa sana. Eti, unawaona, ulikuwa single, imebadilika. Karibu sana. Asante sana. Ni darasa nipongeza tayari.

<laughs> Uh, unakaa ubwa mpaka inakaasasasael mi ukaribu sanamezungumza kusiana ya kujiajiri na uh, Janeth. Labda unajua uh, tuna changamoto kubwa ya ajira si tu hapa nchini, lakini mm, katika mataifa mengi mm, uh, iko hivyo uh, umeona hili eneo ndilo ambalo tugusie mm, hii leo uh, pengine utupe utangulizi kwanza. Okay, ah, kabisa Tukizungumzia kujiajiri ni uwezo wa mtu kutumia muda na rasilimali alizokuwa nazo ili kuendesha maisha yake binafsi. Na kujiajiri, mimi nasisitizia zaidi, kujiajiri si jambo rahisi kama watu wengi wanavyolitazama au wanavyolishauri katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu aa, kujiajiri hakuhusishi tu rasilimali. Mtu anakwambia mimi nakupa tu mtaji au tafuta mtaji ujiajiri. Kujiajiri kunahitaji tunasema skills na knowledge. Yaani unatakiwa uwe na taarifa na uwe na ujuzi wa mm -hmm. kitu ambacho unakifanya. Yaani kama ilivyo professional labda mfano ni daktari eh, unakuwa na knowledge kwamba mwili wa binadamu unafanya kazi hivi; asipokunywa maji itaenda kuathiri kitu fulani mwishoni atapata ugonjwa fulani. Hiyo ni knowledge, lakini anakuwa na skills kwa maana, kwa ugonjwa aliyokuwa nao inabidi nimchome sindano fulani ili aweze kuponesha ugonjwa wake. Mm-hmm. Hiyo ni taaluma, amekuwa na hivyo vitu vyote vingi, ndio maana anaweza kufanya kazi. Pia kwenye upande wa ajira lazima uwe na vitu vyote viwili. Kuwa tu na mtaji peke yake au kufikiria tu kuwa na wazo bado haitoshi. wa kuna tabia ambazo unatakiwa uzijenge, kwa sababu ukijiajiri, hasa hasa kwenye hatua za kwanza, wewe ndio unakuwa manager. Mm. wewe ndio unakuwa accountant, wewe ndio unakuwa mtu wa masoko. Yeah. Wewe ndio unakuwa yaani kila kitu unafanya wewe mwenyewe, kwa hiyo hapo lazima uwe na uwezo kwanza kabisa wa kujisimamia lakini pia uwe na uwezo wa kutunza fedha, lakini wewe ndio kiongozi, uwe na uwezo wa kumanage hisia zako. Si hivyo tu, uwe na jicho la kuona fursa na kuto kukata tamaa. Kwa hiyo, tunavyoambia watu tujiajiri au wajiajiri, kuwapa fursa bado haitoshi, au kuwaambia tu bado haitoshi. Lazima tutengeneze mazingira wezeshi katika ngazi zote, ngazi ya familia na taifa kiujumla. Mm -hmm. Kwa hiyo kujiajiri sio kitu rahisi sana kama ambavyo tunafikiria. Sasa unaweza kujiajiri katika nini hasa? Okay. Kuna maeneo mengi hasa yapo ya kujiajiri. Kwanza kabisa unaweza kujiajiri kwenye upande wa elimu, hapo elimu professional unazungumzia. Kuna watu nawaona, mtu labda mfano amesoma saikolojia, sasa hivi ameona afungue ofisi yake, anakuwa ni mshauri E, mambo ya saikolojia anaelezea, kwa anaichukua ile taaluma anarudisha katika mazingira sasa hivi anakuja na suluhu, na kama tulivyosema, pesa ni matokeo ya kutoa suluhisho. Kwa hiyo mtu ambaye ana taaluma akija na suluhisho fulani, nyie mmeshindwa kukaa nyumbani mkazungumza, kwa hiyo anawasaidia kukaa pamoja msikilizane, alafu yeye anakuja, anapata fedha kwenye hicho kitu. Lakini si hivyo tu, unaweza pia ukajiajiri kutokana na uzoefu wa kufanya vitu Unajua, watu wengi wanautazama uzoefu katika nyanja tofauti. Uzoefu ni pia historia ambayo umekulia. Unajua, kuna watu wana, wamekulia katika familia ambazo nyumbani kwao walikuwa wanaambiwa kufuga bata, sijui kuku, zi familia za zamani, vitu ambavyo sasa hivi wakiviangalia wanaona kama havina faida mm-hmm. lakini unaweza ukawa umezaa katika familia labda ni wafugaji unajua ng'ombe akiumwa, ya yaani wewe sio daktari au unayo taaluma, lakini ukimwangalia tu unajua, huyu maziwa atotoa sijui cheatofanya, ana kwa, kwa, kwa dalili hizi anaweza akapata kitu fulani, nimpe dawa fulani. Hiyo ni fursa ambayo, kama utaamua kuibadilisha, inaweza ikakusaidia kupata fedha. Au wengine kuku hmm. Umezaliwa katika mazingira, katika kipindi kile walikuwa wanakutuma ingia bandani, fanya kitu fulani. Kuna watu sasa hivi mtu anaogopa jogoo, lakini wewe hmm. <laughs> unaweza kum kumchukua kufanya vitu fulani, hiyo pia ni fursa, unaweza ukaibadilisha ukawa na mradi wako ambao ukakuingizia fedha na ukajiajiri ikawa ni chanzo kingine cha mapato au yeah. Au fikir, au, unasema sina yeah. kitu cha kufanya kumbe ule ujuzi ule kuwa nao zamani kabisa unaweza ukaubadilisha ukakuletea fedha mm-hmm. Ah, eneo la tatu ni watu wanaokuzunguka wana, wanaweza kukupa fursa za kujiajiri huko katika mzunguko. Wa watu wa namna gani? mimi kuna rafiki yangu mmoja alifungua hii uh, tunasema nini, dry cleaner uh, uh. y yeah. alifungua dry cleaner kwa sababu saico aliyokuwa nayo mm. ni watu ambao very professional, yaani Jumatatu mpaka juma ngapi, yani wako busy. Akasema akaangalia hii, mbona ni fursa. Kwa hiyo kwa saiko aliokuwa nayo ni kubwa, akavyotangaza tu wale wale wakaanza kuwa wateja wake. Baadaye mambo yakaanza kuwa mazuri, mpaka sasa hivi inafanya vizuri, lakini mwanzo ilianza na watu wanaofanyaje? Wanaokuzunguka, kwa hiyo lazima uangalie pia watu wanaokuzunguka mm -hmm. lakini eneo la nne, eneo la kipaji, uwezo ambao Mungu amekubariki nao, pengine utahitaji tu watu wakusaidia kukinoa, lakini tayari hautumii nguvu kubwa kufanya mm -hmm. kwa mtu mwingine anaweza akawa na kipaji <coughs> akawa na dharau kiwa kisiri zinaweza ikakusaidia kwenye kujiajiri na kitu kingine ni kitu unachokipenda. Kitu unachokipenda maana hapo watu wanatofautiana. Tulikuwa hapa nami, nilikuwa nafuatilia kwa ukaribu Yes. Eh, watu waliopita hapa nasema, nilikuwa napenda michezo, mchezo nilikuwa na nini, yeah. Kwa hiyo kitu unachokipenda kinaweza kikupa ajira na nakafanya maisha yako yakawa vizuri, na watu ukiwaambia kitu unachokipenda anaweza vitu vikubwa hata, yeah. Uwezo tu wa kupika. Unajua, kuna mtu anaweza akapika chakula kikawa kitamu, unaweza ukakibadilisha. yeah. ikatoka levu ya nyumbani ya familia, ukaweka katika levu ya kibiashara. Lakini pia Janeth, nafikiri mm. pia sio kila kitu unachokipenda unaweza ukawekeza hapo. Sasa kuna kile anapenda vitu ambao sio vizuri, kijana anapenda mambo ya kubashiri bashiri. <laughs> Hapo umetambua vizuri sana, kitu unachokipenda ambacho ni ligo kinakubalika na jamii, lakini pia kitaleta mbadilishano wa fedha, kwa sababu sio kila kitu unachokipenda unaweza ukakiuza pia. Kwa hiyo, hiyo ni pointi muhimu ya kuzingatia sasa. Kwenye kujiajiri, kuna mambo mbalimbali sijui tuseme faida ama mm, ni vitu gani ambavyo vinaweza uh, vikaonekana huko faida za kujiajiri ama vitu ambavyo mtu akijiajiri mm, anakuwa katika mazingira uh, ya, ya, ya kupata kama ni muda zaidi? Okay. Kwanza kabisa kuna mitazamo mbalimbali watu wanakuwa nayo kuhusiana na kujiajiri. Mtu anaweza akafikiria mimi nikijiajiri ndo napata muda zaidi kuliko nikiwa kwenye ajira. Mm-hmm. Ukiwa na mtazamo huo, ukiingia kwenye ajira unaweza ukajikuta unafanya chini ya kiwango, kwa sababu kama nilivyosema, kujiajiri kunahitaji uwajibikaji binafsi. Kwa hiyo ukiwa unahisi ofisini una wanachukua muda wako sana na uh, ehe, unabanwa. Ukiingia kwenye ajira na mentality hiyo, mtazamo huo, unaweza mm. kujikuta ufanye vizuri sana, kwa sababu wewe si ndio bosi sasa. Kwa sababu ofisini unaambiwa <laughs> yeah. Ofisini unaambiwa yeah. unaondoka kutoka saa yeah. mbili hey. eh. Kwa hiyo unaamka unavyojisikia unafanya mm. vitu unavyovitaka, kwa hiyo unaweza kujikuta unapata matokeo chini ya kiwango au haupati kabisa, kwa sababu tu ya kutokuwa na discipline. Kwa hiyo kujiajiri sio mbadala wa kutoajibika au kutofanya kazi yeah. mm. kwa hiyo ni lazima fahamu una sababu gani hasa inakupelekea kujiajiri, na si hivyo tu. Kuna watu pia wana mitazamo bwana, nikijiajiri ndo napata fedha zaidi, lakini sio kweli. Fedha ni matokeo ya kutoa suluhisho na kuwafikia watu wengi, au watu wanaweza kukulipa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kama una, unafikiria ukijiajiri ndo utapata fedha, si kweli. Unaweza ukajiajiri na bado mambo yakaendelea kuwa mabaya, au pengine mabaya zaidi ya ulivyokuwa. Kwa hiyo ajira ina mtazamo mwingine, lakini pia mwingine anafikiria mi najiajiri kwa, na na mm. kwa, kwa sababu labda nanyanyasika na sisaminiwi kazini au ofisini kwangu. Kwa hiyo mtu wa hivo maanake anatoka nje ya ajira kwa sababu hathaminiwi anaitafuta thamani. Lakini ukifika katika mazingira halisi eneo la eh, tunasema eneo la kazi au eneo la tukio ukafika mtaani au ukafika katika mazingira halisi, sisi tunataka output hii tukupe hela, kwa hiyo kama umeondoka kwa sababu hauthaminiwi, ukija huku mtaani tunataka utupe bidhaa au huduma ambayo tutakupa hela, kwa kama utakuwa umeondoka kwa sababu ya emotion, kwa sababu changamoto tuliokuwa nayo yeah. Watu wengi wanafanya maamuzi ya kujiajiri pengine kwa hisia, asasa hilo eneo la kuthaminiwa. Na ukiwa unafanya maamuzi kwa hisia, logic inakuwa chini sana. Kwa mfano ukakuta umekasirika, bosi amekufokea, naacha kazi naondoka, unafika mtaani unakuta mambo si si mambo, kwa hiyo kujiajiri ni kuzuri, lakini taarifa na maarifa hasa kuhusiana na kitu unachokifanya ni muhimu zaidi. Na kama mtu nafikiria kutoka kwenye ajira si jambo baya, lakini jiandae kabla kwa mm-hmm, sababu ajira au ma mazingira halisi anaweza akakupa matokeo tofauti na mtazamo mwingine. Mtu anaweza akatoka kwenye ajira kwa sababu eh, ana anafikiria labda nataka na nipumzike, muda wangu wa kufanya kazi umetosha na hapo ni muhimu pia kuzingatia, kwa sababu hatutoki kwa sababu ya tumechoka, ila tunatoka kama tumejiandaa, mm. Kwa hiyo watu wanasema ile misemo yetu ya ya mtaani kwamba yeah. ajira ni mbaya ukiwa ndani, lakini ukiwa nje ya ajira, ajira ni nzuri, nzuri. Ehe, ajira ni nzuri. Kwa hiyo kujiajiri ni jambo muhimu sana. Wale waliokuwa ndani ya ajira kama wanatamani kutoka, jiandae mapema nafanya utaratibu wa sasa, utaratibu wa maarifa na taarifa, fanya research zako binafsi na uje na suluhu, utafanya nini cha utofauti kitakachokupa fedha. Lakini kwa wale ambao wako nje, na katika kujiajiri kuna levels, hasa sasa hivi katika tunasema mambo ya ujana, unakuta mtu amemaliza tu chuo anatamani kupata mtaji wake, anafikiria moja kwa moja kutaka kujiajiri, kabla hajakaa vizuri, anaajiri tuna levels, kwanza unaweza ukafikiria kuajiliwa, alafu ukajiajiri, alafu wewe ukaajiri wengine. Kwa hiyo kama mtu umeajiliwa hakikisha pale unapata uzoefu, unaangalia mifumo, kwa sababu pia tuna changamoto, watu wanaweza wakawa na mitaji lakini hawajui namna ya kuendesha, na hiyo ni changamoto ya vijana wengi sana. Hajawahi kuajiriwa hata siku moja, hajui utaratibu wa ofisi, hajui mambo ya KPI, anapopata ajira yake mm. anajifunza kwenye kukosea yeye mwenyewe, lakini sio lazima ujifunze kwenye kukosea. Unaweza ukakaa kwenye mfumo ukaona namna inavyotendeka, ukifanya kitu cha kwako kikawa cha tofauti zaidi Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa vitu ambavyo umegusia uh, hapo mambo mbalimbali mm -hmm. Lakini kuna vitu gani ambavyo vinaweza kumfelisha ama kumkwamisha mtu ambaye uh, anajiajiri? Okay. <laughs> Okay, tunafeli wapi kwanza? Yeah. e, uh. Kabisa kufanya vitu kwa wakati mmoja vitu vingi kwa wakati mmoja unapoteza focus, yaani mfano umefungua biashara mm -hmm. Ulikuwa ume, um, unafikiria kuitageti biashara fulani ukafungua. Baada ya kufanya ile biashara haujafata muda mrefu sana umepata tu kafaida, unawaza kuitoa ile faida kuhamishia kwenye biashara nyingine, unakuwa uwekezaji sasa. Yeah. ni nzuri uh -huh. katika hatua za kwanza kabisa, ndio maana tunasema ni vizuri kuielewa biashara na unaielewaje? Ukiwa ndani ya eneo husika. mm -hmm. Labda umefungua biashara ndani ya miezi sita, umeona imekulipa ile faida, kabla hujahamishia kwenye biashara nyingine izungushe izidi kukua zaidi, izidi kukua zaidi. Alafu ukiwa unaizungusha unapata ujuzi wa biashara nyingine, kwa sababu changamoto waliokuwa nayo huku unajua unavozidi kukaa kwenye kufanya kitu unapata knowledge unapata skills unapata experience unajuana na watu wengi, ndio unavyozidi kuexpand. Kwa hiyo katika muda mfupi unafanya kitu kimoja, hauja master, unahamia kwenye kitu kingine. Kwa hiyo unakuwa unakutana una na challenge mpya, unakutana na watu wapya, inabidi ujimanage Kwayo ni ngumu sasa kuconcentrate huku na huku. Nakumbuka biashara zinakuja na changamoto labda, yeah. Mfano unauza nguo, haijaseto vizuri, unaambiwa mzigo hujakaa vizuri, na huku unapewa changamoto nyingine, kwa hiyo mm. inaweza kukufanya ukapoteza concentration. Kwa hiyo ni vizuri kukua, nafikiria kukua, lakini jipe muda kwanza, ili uweze kuelewa hilo ni jambo Sala eh. <laughs> Sala lingine. Sala lingine ni kutumia fedha nyingi kwenye vitu vyenye mchango mdogo kwenye uhum, biashara yako <laughs> ukiachana yaani, <laughs> <laughs> tu, tu na, unajua anasa inategemea na unavyoitafsiri <laughs> yaani mtu unaweza mtu anaweza mfano unapata milioni tano, uhum, katika milioni tano, nasema mimi nafikiria kujiajiri sasa unaanza unanua fenicha na vitu vifaa vya ndani vya milioni tatu kwa ajili ya biashara uh, eh, kwa ajili ya kwa eh, kwa kwa shana, kwa shana, kwa ya biashara biashara kwa ajili sasa ya biashara yaani ofisi ni pako aseme waseme wow ehe

zuri inaweka mataataa sense. Kwa hiyo tukubali tuendelee. Kwa hiyo tu hapa, sisemei kama ofisi ziwe mbaya, hapana. mm -hmm. Najaribu kuzungumzia kwamba tukubali kwenda kwa hatua. Unajua, kuna mtu ukiingia ofisini kwake unakuta ofisi ni nzuri, imependeza mpaka umekuta vile amejijenga karibu miaka kumi, wewe umekuja kuiona. Kwa hiyo unavyoanza, yaani jinsi amependeza hivyo, hata watu mamlaka za mapato, rais au jamaa biashara, wakiangalia biashara yake ni kubwa, hata makadirio ya kodi pale anaweza akawa makubwa, kumbe uhalisia mm -hmm, tofauti tofauti. Mm -hmm. <laughs> Kwa hiyo tutumie fedha katika vitu vyenye tija zaidi. Mm -hmm. Mm -hmm. Lakini kitu cha tatu ni kukosa nidhamu ya muda, kama hapo nilivyosema hapo awali kwamba wewe ndio CEO. Yeah. kwa hiyo unajiamulia muda gani uingia ofisini bado wamelala, lakini ulipokuwa kwenye ajira uko time. Yeah. kwa hiyo ukiwa ukiwa hauna nidhamu ya muda, mwingine anachelewa kuingia na, anawahi kutoka yeah, tu, yes, kwa sababu tu yeye si ndio bosi. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kujimanage kwenye muda na ukiwa hauna nidhamu ya muda, pengine unaweza ukapata matokeo madogo tu au pengine usipate kabisa au kahisi hii mm, biashara ifanye vizuri, kumbe ni wewe tu, jinsi ambavyo unaotumia muda wako ndio. Yes. Lakini pia kukosa mpango wa biashara mm -hmm. Kukosa mpango wa biashara na, watu wengi wakisikia mpango wa biashara, wanawaza labda madokumenti ya kupeleka TRA, EMA la ah. Yani vitu professional mm -hmm. Mpango wa biashara maana yake soko lako ni lipi, unamfikia nani, utamfikia kwa namna gani katika namna yako, kwa sababu biashara zipo nyingi. Kuna mtu ana frame lakini wateja wake ni online tu, watu wanani, uh, yani, ukuti pale nje watu wanapishana, lakini unashangaa flemu ina maintain kashachagua mpango wake jinsi ambavyo anaendesha, lakini kuna mtu mtu alikuwa analalamika bwana, eti kuna mtu anaweza akawa eh, uh, na duka Sinza, labda ana makava tu machache ya simu na eh, nini Uh, lakini anaendesha gari. Sasa wanauliza, huyu mtu anafanya biashara saa ngapi? kama anavyosema ana wateja wake ameshawatargeti, yani kaweka ofisi ili mm. aaminike tu kwa yeah. sababu watu wanaamini mpaka ukiwa na ofisi ndo wanakuamini. Kwa hiyo hmm. lazima ujue mpango wako wa biashara huu utakuwezesha kutembea kwa spidi yako mm -hmm. kuto panic lakini pia kuwapa wateja wako nini wanakihitaji, na ukitoa kile ambacho watu wanakihitaji ndivyo unavyoweza kukua na soko likaongezeka zaidi. Lakini kingine, kukosa ujuzi wa kuuza, hii ni changamoto kubwa sana sana, sana, sana, sana, yani sana. Na hii sio tu kwenye ajira na biashara, hata kwenye taaluma. mm. unajua kujitangaza ni kitu kimoja, lakini kuuza ni kitu muhimu sana Unaona, tuna matangazo mengi, njoo ununue, tunaona, lakini hatuendi. Kwa sababu gani? Hawajatushawishi. hmm. Yaani hawakupi sababu, kwa nini nikupe hela yangu? Unajua sasa hivi watu wanakuja na suluhu, yaani anakuonyesha kwa jinsi ulivyo, ngozi yako ilivyo, una mafuta, unavyoendelea kuwa hivyo, baada ya muda fulani itakupa, ma, itakupa madhara kiasi gani, muonekano wako utakuwa hivi, bora utumie hii bidhaa baada ya muda fulani utakuwa vizuri na muonekano wako utakuwa vizuri. Kwa mtu kashaona madhara, kashaona changamoto, mwingine ajui kama na changamoto, ushamwonyesha, ushampa madhara na unampa suluhu, anatoa hela mfukoni, badala ya kumuzia tu. Lakini kuna mtu sasa anakuja na bidhaa anasema hii ina kasham ina madini, njoo ununue. Sasa mimi madini, kwa ufupi sana, Watanzania tubadilike kwenye customer care. Mm. Unaenda sehemu, unaenda kununua kitu unakuta pale anauza ni kama unamlazimisha hivi e. <laughs> una e. yani, mm, yake ruga yake ulikuwa unataka nini wane? Jamani, kwani ulikuwa unataka nini? Lakini hiyo kama alivyosema good luck kushindwa kuhudumia wateja vizuri na hasa hapa kwenye eneo la mapungufu jamani yani Hili ni eneo ambalo biashara nyingi sana watu wanapoteza wateja potential. Mtu mm -hmm. anafanya biashara au anauza bidhaa huduma. Wewe ni binadamu, kuna siku unaweza ukateleza wewe au wafanyakazi wako kwa hiyo ikitokea umepewa mrejesho ambao si mzuri, bwana leo huduma tujaipenda upokee kwa mm, uvumilivu na uaminifu, na ukubali kubadilika. Watu wengi wakipokea huduma, wakipokea mrejesho negative, uh -huh, ana panic anaishia kugombana na wateja, mwisho anampoteza yule mteja ambaye alikuwa mzuri. Naam, Janeth, na mwisho kuridhika mapema tusilizike mapenzi tusilizike. <laughs> <laughs> na matokeo uliokuwa nayo sasa. Endelea kujifanya uwe bora, sasa umeshafunga biashara. <laughs> <laughs> <Tua niseleru kweleu. laughs> <laughs> sisi bwana leo tunamalizia kwa kusema ya kwamba uh-huh. hamasa ya kujiajiri sio kuwa na maarifa na nidhamu itakupoteza. Kwa hiyo jiandae ili uajiri na wengine zaidi. yeah. hmm. hamasa ya kujiajiri? lakini kama hauna maarifa mm. pamoja mm. na nidhamu inakupoteza, una utamani mm. ule uhuru wa kujiajiri mm. Unaitamani kujiajiri, lakini kama huna maarifa na nidhamu itakuwa shida. Mm. Asante no sana, Janeth Soka, mshauri wa masuala ya uchumi pamoja na maendeleo binafsi. Kila Jumatano nikumbushe, tuna darasa la kufugie, kujifunza kuhusiana na masuala ya fedha, uchumi, ajira na mambo ambayo atakusaidia pia kukua kiuchumi. Tunakamilisha hivyo.